Niseme tu kwamba na nimesimama kutambulisha msimu wa kumi na sita, season 16, ambayo tumeita code 16. Nina furaha nyingi sana na wewe, msamee nikichanganya maneno hapa na pale, niko very excited and a little bit emotional 16 years. Uh, kwa hiyo ni sio muda mfupi kuendesha kipindi kama hiki kwa muda wa miaka kumi na tano ni kitu ambacho ni kigumu sana. Kwa hiyo, historia kidogo fupi ya Bongo Star Search. Bongo Star Search ilianzishwa miaka 15 iliyopita kwa lengo la kugundua na kuhakikisha kwamba vipaji vinaweza kubadilisha maisha ya vijana, na tumefanikiwa kwa namna kubwa sana. Aa, msimu wa kwanza Bongo Star Search ulianza mwaka 2016. Uh, na sasa tunaingia kwenye msimu wa kumi na sita. Katika misimu kumi na tano iliyopita tunajivunia vijana waliopitia jukwaa hili wakiibuka kuwa masta kama mlivyoona hapa na kuwa mfano wa vijana wengine ambao hawatambui kwamba kipaji ni mtaji. Kipaji chako kinaweza kuwa mtaji wako. Na huo ni mtaji ambao hauna riba, umepewa na Mungu. Kwa hiyo kuna watu kama kina Peter Msechu, kina Kara Jeremiah, kina Harmonize wamepita hapo, kina Sarafina, Asagwire, Razak, namuona Yohana hapa sasa hivi ni bosi hapo Pasata. Hawa wote ni watu ambao wamepitia kwenye uh, uh, nimetaja nime tu wachache na katika uh, kip, uh, kipindi chetu hiki cha Bongo Sasa, ni platform ambayo sio tu imekuza vipaji vya, vya uimbaji au uh, tuseme Uh, sanaa kuna watu walipitia kwenye platform yetu ya Bongo Star Search ambao sasa ni viongozi, walikuwa kama ma-host, ma-presenters na vitu tofauti tofauti, watu kama kina Godwin Gondwe, mheshimiwa Joketi Mugwelo, kina Vanessa Mdee, kina ni wengi, kina watangazaji maarufu hapa wako kwenye maredio tofauti, tofauti tofauti hiyo ni platform moja ambaye ni jukwaa ambalo linaweza kubadilisha maisha ya vijana in one way or another. Kwa hiyo tunajivunia sana mchango um, mkubwa wa BSS katika jamii. Pamoja na kuibua vipaji kila msimu, BSS imekuwa ni sehemu ya kutoa ajira. Tukiwa tunafanya BSS tunatoa ajira kwa watu zaidi ya mia katika msimu mmoja wa BSS. Na tunafanya msimu wa BSS kila siku kila mwaka. Kwa hiyo ni, ni platform kama nilivyosema ambayo inaibua vitu vingi tofauti tofauti. Waandaaji um, wa Bongo Star Search una unachukua muda mrefu. Project naye inachukua karibu miezi sita mitano mpaka sita. Kwa, kwa muda huo wote tunakuwa tuna timu kubwa sana ambayo tunashirikiana kutengeneza BSS. Kwa hiyo BSS inajenga ajira. Leave alone kwamba inaibua vipaji pia inajenga ajira ambazo zinabadilisha maisha ya watu. Ukibadilisha maisha ya mtu mmoja, umebadilisha maisha ya familia nzima. Uh, tumeisha, katika pitapita -pita zetu tumeshakutana na vijana zaidi ya laki almost, maybe how many million, zaidi ya laki saba tukiwa tunafanya usairi wetu um, vijana wengi ambao tumeshakutana nao kila mwaka ni wengi sana. kila, kila, kila auditions tunakwenda, tunaona vijana zaidi ya elfu moja na zaidi. Kwa hiyo kila mwaka tunakutana na vijana tofauti tofauti. Kwa hiyo database yetu ya vijana, majina ya vijana, maisha yao, matatizo yao wanayopitia, tunayafahamu. Kwa hiyo ni, ni, ki, ni kipindi ambacho kinasubiriwanga sana na vijana wengi ambao wanajitafuta katika maisha mm-hmm. Tuna following kubwa sana katika YouTube ambayo ni karibu watu laki moja wanatufollow kwenye YouTube. Kwenye, kwenye platform zetu pia tuna following kubwa ya vijana na watazamaji wa nje na ndani ya nchi wanaoangalia sana Bongo Star Search. Haya. Uh, niseme tu kwamba BSS ni kipindi sio tu cha burudani. BSS ni kipindi ambacho sio tu cha wasanii, ni family show. Kuna watu wamezaliwa wakakuta ki kipindi kipo na wako humu ndani wamekaa, ni family show ambayo ni kipindi kinakuwa kinatazamwa na watoto, wazazi, bibi, mashabiki wetu wengi wamumle ndani wa bababu, bibi, watoto. So it's been a very successful family show. Aha, so katika vipindi vyetu vya BSS tumeweza kufikisha ujumbe tofauti tofauti kwa vijana kuhusu afya zao, kuhusu mambo ya, mambo ya kujikinga na maradhi, kuhusu mambo ya kutokushiriki kwenye madawa ya kulevya. Kwa hiyo hichi kipindi kimebeba jumbe nyingi tofauti tofauti kupitia wadhamini wetu tofauti tofauti, kwa, kute, kwa kuamini kwamba ni kipindi ambacho kinatazamwa na familia na vijana, ujumbe ukafikia vijana wengi, na imekuwa ni very big success. Tuna tuzo nyingi za o, tuthamini kwamba tumefikisha ujumbe kwa walengwa kwa kupitia kwa wadhamini wetu tofauti tofauti wa nje na ndani ya nchi. Kwa hiyo ni platform ambayo sio tu kwamba inaburudisha, lakini inaelimisha, ina empower, inaelimisha na ina entertain. Haya, msimu wa 16, kipi kimeongezeka? Leo nitatangaza rasmi kwanza. Kwa msimu wa 16 wa Bongo Star Search, ni msimu huu utafanyika kwa sura mpya zaidi, itafanyika kwa sura mpya zaidi. Kwa mara ya kwanza, BSS haitakuwa na jukwaa la mziki tu, bali jukwaa la vipaji vyote. Nafikiri huyo hajakaa pale kimakosa. A, e, umechoranje, umechora nini? Aha amekaa kimkakati pale. Kwa mwaka huu BSS haitoangalia tu waimbaji, ndio maana umeona kijana hapa wamefanya comedy, umeona wale wadada wamefanya dancing, umeona hawa walikuwa wanapiga hizo ngoma na acts tofauti. Kwa hiyo, msimu huu talent na sarakasi. Kwa hiyo, popote ulipo, kama unaangalia uh, Azam TV na unajua na kipaji mmoja kati ya hivi, macho kwa screen, angalia tarehe fa, angalia na, nini peji zetu. Usikose nafasi hii ya kuweza kuonyesha kipaji chako, you never know. Kwa hiyo sarakasi, komedi, dancing, singing, kuchora, upigaji wa vyombo wote mwaka huu wanaruhusiwa kushiriki Revolution ndio hiyo. Kwa hiyo tumegundua kwamba wanakuja sana kwenye auditions zetu, lakini tulikuwa tumefocus tu kuangalia waimbaji na muda ambao tumewaonyesha kidogo, imewapa mafanikio mengi sana. Nafikiri wote mnamjua. Mal, ma, markuba majanaba wa Arusha, kila mtu Tanzania anamjua, lakini alijulikana kupitia BSS. Kwa hiyo watu mkishikwa mkono vizuri, unafanya vitu vizuri, na wewe unashika mkono watu wengine. Kwa hiyo nitakuja kuambia aliyeshika mkono vizuri nani. Haya, kwa hiyo tunafanya hivyo vitu, ndio ile revolution tulionayo. Kwa mantiki hiyo sasa, um, utakuwa na majaji wanne, majaji wetu wa kudumu ambao wanawapenda sana, watakuwepo majaji wetu wa, wa, kila siku kutakuwa kuna mabadiliko, mabadiliko ya majaji kutokana na vipaji vitakavyokuwa vinajitokeza. Kwa hiyo kutakuwa na different guest judges kila mara mm. Usaili wa msimu wa 16 utafanyika kwa njia mbili, kwa njia uh, ya ku-audition, yani physical unatokea una, unachukua namba una audition. Njia nyingine ni kwa njia ya mtandao, unaweza kujirekodi ukatutumia video yako, tutaweka kwenye mitandao yetu jinsi gani ya kushiriki kupitia mitandao

video yako ya kipaji ulichonacho. Aha. Kwa hiyo tutawafikia washiriki kutoka Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Congo DRC and Malawi. As I said, unaweza kujirekodi ukatutumia video yako ya kipaji ulicho nacho lakini fizikali tutaenda Kenya, tutaenda Uganda na tutaenda Tanzania, mikoa ambayo nitaitaja. Katika usahili wa Tanzania itafanyika kwenye miji mikuu, aa, ambayo itakuwa ni tarehe 22 mpaka 23 Novemba 2025. Tutakuwa Mwanza ambayo tutakuwa la Cairo Hotel hiyo ni tarehe ishirini na tatu. Usaili unaanza tarehe ishirini na tatu Novemba, Mwanza La Cairo Hotel. ishirini na tatu, sorry, ishirini na mbili mpaka ishirini na tatu. Tarehe ishirini na tisa mpaka thelathini tutakuwa Arusha, tutakuwa Arusha SG Resort. Sishituke, uchaguzi utakuwa umeisha, ta tumeshatiki. <laughs> kwa hiyo uh, itakuwa tarehe uh, ishirini na tisa Novemba Arusha SG Resort. Alafu tarehe sita Disemba tutakuwa Mbeya GR Hotel. Mbeya GR Hotel itakuwa tarehe sita Disemba. Alafu tarehe tisa, uh, hiyo itakuwa ni Januari, tutakuwa tumeingia 2026 Ta, tutakuwa Dar es Salaam. Dar es Salaam es Salaam tunafanya siku tatu, itakuwa tarehe tisa, tarehe kumi, tarehe kumi na moja Januari 2026. Dar es Salaam makumbusho ya taifa, nafikiri mnafahamu nyinyi wote, tutakuwa pale kama kawaida 2026 Inshallah, tutafika 2026, tunaanza usaili immediately. Aha. Um, kwa nchi zingine ambazo tutaenda, tutaenda Nairobi, itakuwa tarehe ishirini mpaka ishirini na moja Desemba. Tutaenda uh, tarehe uh, kumi na tatu hiyo tarehe kumi na tatu Desemba 2025 tutakuwa Kampala. Tuna, kama nilivyosema tarehe hizo tutakuwa tunarusha uh, promo na information nyingi tutazitoa kwenye peji zetu na pia kwa kupitia uh, uh, sehemu ambayo mtaijua muda so mrefu. <laughs> Um, kama nilivyosema majaji ni wale wale Salama Jabil, Master J. uh, tutakuwa na ju na guest judges tofauti, tukienda Uganda tutakuwa na guest judge wa Uganda ambayo ni msanii wa Uganda, Kenya the same, na hapa tutakuwa na uh, majaji tofauti tofauti, ambayo ni ma surprise every now and then um, at kutokana kama nilivyosema tuna vipaji zaidi ya kimoja. Ha. Sasa kuna kitu kinaitwa ndoa mpya. Eh, eh, unajua mtu anaruhusiwa kuolewa ndoa sijui ngapi. Sasa tuna ndoa mpya ndoa tatu. <laughs> Sasa hivi tuna ndoa mpya na Azam Media. Leo pia ni siku muhimu sana ya kihistoria kwa BSS kwa moyo wa shukrani na matarajio makubwa, natangaza rasmi Rudi kwa moyo wa shukrani. Natangaza rasmi ushirikiano wetu mpya kati ya Benchmark na Azam Media. Tunajisikia tuna, tuna, tuna faraja sana uh, ushirikiano huu utaongeza nguvu kuwafikia watazamaji wengi zaidi, watazamaji wengi zaidi na kuboresha kipindi chetu na uzalishaji wa vipindi vyetu kuwa vya kisasa zaidi, kuonekana kidijitali zaidi. Si mnajua HD jamani, kwa hiyo <laughs> sisi tuna furaha kubwa sana. Ni ndoto yetu sisi kushirikiana na Azam Media kwa muda mrefu, na tumekuwa tukipata, uh, watu wengi kwenye peji zetu, tunakutana nao jamani, hamieni huku, hamieni huku, hamieni huku. Kwa hiyo mdomo unaumba, tuko hapa, tuko hapa rasmi <laughs> hey. Wapenzi wa Bongo Star Search ambao walikuwa wanatusihi tuhamie, ndo tushahamia tena mm. <laughs> ah, kupitia Azam TV vipindi vya BSS msimu huu vitaonekana kwa ubora wa hali ya juu na kufikia mamilioni na kufikia mamilioni ya watazamaji mm -hmm. Afrika hii ni hatua kubwa kwa jukwaa letu na shuhuda kwamba vipaji vya Kiafrika vinahitaji majukwaa ya kimataifa na ubora kama tuliokuja kushirikiana na Azam Media. This marriage, it was needed way back, way overdue, the marriage made in heaven, this perfect marriage. Mhm, kwa hiyo kipindi pongo sasa chitakuwa inaonekana Sinema Zetu Jumapili saa tatu usiku, marudio yatakuwa uh, yatakuwepo marudio um, Wednesday, I think. BSS extras, tutakuwa na vipindi vyetu ambazo ni BSS extras, vitakuwa vinaonekana pia kwenye sinema zetu Wednesday na Friday, yani Jumatano Alhamisi, saa mbili usiku. Hizi information zote mtaziona kwenye platform za Azam na kwenye TV ya Azam. Promos mtakuwa mnaziona kama kama tutakavyoonyesha hapa muda si mrefu. Twende kwenye jambo muhimu sana mwaka huu <laughs> watu wengi wanapenda kujua zawadi ni nini? <laughs> mwaka huu mshindi wa kwanza kwa heshima na taazima atapata milioni hamsini. Au nirudie? Yeah, wina the first wina atapata 50 million. Mwingine uh, zawadi za wengine wanaofuata tutazitangaza kaldi wadhamini wanavyojitokeza, lakini hiyo ni garanti, mshindi wa kwanza anapata 50 million na gari <laughs> e, mimi hapo unavyoniona sinaga hata gari na, napanda tu bajaji e, nayo gari mimi hizo <laughs> hey, ndo zawadi ambazo tumeona tuziongee leo ushindani uwe mkali tunapenda kutoa zawadi kubwa kwa mshindi ili ushindani uwe mkali mchujo uwe mkali vipaji vizuri vijitokeze yaani iwe ni mashindano sio tu resafe yaani mpambano uwe mkali and the best wins sindio Haya, kwa kumalizia, napenda sana kutoa shukrani za dhati kwa serikali, BASATA. Muona mmetuondolea mmetuondolea, uh, <laughs> uh, malipo fulani fulani, mmetupunguzia kuturahisishia mambo, tunawashukuru sana kwa kutambua mchango na kutufunguzia, tunawashukuru sana ina, in, it means a lot, tozo imepunguka, inatupa tujisikie vizuri, tunajisikia supported sana, thank you very very much sana, msifikishe kwa Katibu Mkuu. Tume appreciate sana <coughs> wadhamini wetu. Napenda kushukuru wadhamini wetu ambao ni rasmi na ambao sio rasmi, na wale ambao walikuwaga ni wadhamini wetu tulikuwa nao. Tunawashukuru pia wadau wetu wote wa sanaa na maendeleo ya vijana, waandishi wa habari wote, ambao bila waandishi wa habari sisi tusingekuwa hapa. Waandishi wa habari tumeenda nao hiyo miaka yote kumi na tano, eh, kina Imelda, kina nani Yani, we are family. BSS na waandishi wa habari tuna ndoa ya siku nyingi sana, whether tutake tustake, hiyo ndoa lazima yepo. Mimi nawakubali sana na waheshimu sana na nawapenda sana ninamjua, mnanipenda. Kwa hiyo nishukuru sana timu na na nzima <laughs> ya Benchmark, timu nzima ya Bongo Star Search ni watu ambao wanafanikisha uh, sana hili jambo. Shukrani zangu zingine nawapa kila siku, lakini bila timu there's no me in a team, there's no me without a team. Kwa hiyo nawashukuru sana hii team season 16, hiyo ndio code yetu, code 16. we're doing it again yeah. uh -huh. Kwa hiyo mabadiliko, nimeongelea hayo uh, vipaji na partner mpya. Huu ndio msimu, ndio maana tunasema revolution, ni msimu wa mapinduzi hutoa nafasi kwa vipaji vingine tena kwenda kwenye uh, media bora zaidi Afrika. Hayo ndio mapinduzi, mapinduzi ya vipaji, media itakayoonyesha, ndio level hiyo, next level. Kwa hiyo ukiona next level, media. Revolution, ah. <laughs> Kwa hayo machache, natamka rasmi kuwa msimu wa 16 wa Bongo Star Search umefunguliwa, na ushirikiano wetu na Azam Media sasa ni rasmi. Karibuni sana katika msimu wa ndoto zetu mpya. Uh, ni, ni na furaha nyingi sana labda leo sijatoa spichi kama kawaida lakini I'm so excited. Yani kiangalia vitu hapa naona line mbili mbili. I'm very excited. Nitaongea tena siku nyingine. Asante sana.